Aya ah, tunaanza. Wewe, saba mara moja saba nyumbani. Saba mara mbili nyumbani. Saba mara tatu nyumbani. Saba mara nne nyumbani. Saba mara tano. Saba mara sita. Saba mara saba marasaba. Saba mara nane. Saba mara nane saba mara nane huu mtoto unamwacha nyumbani sawa njoo hapa unabeba mtoto ndio una maana tebu inakushinda unaona natakuwa unaacha mtoto nyumbani unakuja mtoto tushin tunaelewana tebu ya saba saba mara nane saba mara nane hamna kitu saba mara nane hamna kitu saba mara nane panga mstari mwisho, awatoto wingi <coughs> wa neno kisu. Neno kisu wingi wake ni visu. Panga mstari nyuma. Wingi wa neno kiti nini? Sauti kubwa, viti. Nyumbani a wewe. Tuhesabia Kiingereza 1 mpaka 20, anza 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, twenty. 8, 9, 10. Okay, goodbye. Wewe, wingi wa neno mlango? Mlango. Wingoa mlango mm. Nyumbani, saba manane. Nyumbani. <laughs> mbili matatu mbili tatu tebo kule, wingi wa neno mwiba? Miba. Nyumbani. wingi wa neno nini, Mama? Hata sijakuuliza umeshajibu ajibu. <laughs> wa neno kichwa? Nyumbani. saba na tano? Saba na tano. Saba mara tano. Tebo, tebo, tebo, ah mtoto mgeni ah wewe, nyumbani. Saba mara tano. Nyumbani ah, ah, Nyumbani. Saba mara sita. abena a mbili 7 times 9. 63 Goodbye. Eh. Sogea hapa. Tano mara tatu. Sauti kubwa, tano mara tatu, maratatu, tano maratatu. Tano maratatu. Tano maratatu. Hmm? Safi. Wingi wa neno kiti. Kiti. Wingi wa neno kiti. Aya, mti